Siku zote maandalizi ya mapema ni mazuri mno, lakini miongoni mwa ajira zinazosubiriwa kwa hamu na watanzania ni hizi ajira za magereza. Sasa vigezo baadhi ni kama vifuatavyo. Mara nyingi umri ni miaka kumi na nane hadi ishirini na tano kwa kidato cha nne na kidato cha sita, lakini wenye ujuzi umri ni miaka kumi na nane hadi 30 lakini, mara nyingi ni lazima uwe umehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, JKT au waliopo makambini. Sasa kama una vigezo vyote, ni vema ukaanza kujiandaa mapema, lakini pia ni vizuri ukawa unafatilia tovuti rasmi za Jeshi la Magereza kwa taarifa zaidi. Nikutakie siku njema subscribe